Na kupenda zaidi, niko tayari kuitwa mke wako. Ni juu yako tu, mimi nakusubiri wewe. Monica, binti yangu ulikuwa wapi mpaka sasa? Sasa hivi saa ngapi? Saa hivi nilikutana na John, mama. Yule wako akina mzee Guma amerudi? John, wow. Aliyekuzuzuaga kipindi kii? Na mlikuwa mnafanya nini mpaka saa hivi Usiku hivi saa moja nini? Mama wewe acha tu mirimsau, ila siku hizi anaongea vizuri, anajielewa. Sija hata nisemeje. Tulia binti yangu. Hebu usirudie makosa. Upendo sio maneno sio maneno matamu, ni vitendo. Hatimaye nimempata jioni wangu tena, baada ya miaka mingi. Mungu ni mwema, mpaka sijaamini. Karibu. Si nani huyo tena, siku wote Bana ameno njinji, kuna jipya mwenzangu? <laughs> na furaha wewe, acha tu, sima nana na jioni leo, amemaliza chuo, amerudi nyumbani, amekuja kunioa. <laughs> Wewe acha tu Ndio kilichokufurahisha? Hata hivyo mimi umeona naye toka jana, kwa mnaendelea haya. Hata hivyo mi kuja tu kukupa taarifa, ujiandae. Kesho tunaondoka asubuhi mapema. Kina kufurahisha nini? Wivu tu. Hebu toka chumbani kwangu tena nifunge, toka.